Uh, ndugu zangu, nimewaita hapa. Mimi naitwa Stanley Yusuf na wengi wenu nadhani cheo changu mnakifahamu, amna haja ya tena kwanza kuzungumza hapa mbele za watu wakati kila mtu anafahamu cheo changu, lakini nimewaita hapa kwa ajili ya kutaja majina ya wale ndugu zetu ambao wahalifu wanatusumbua sana katika Tanzania yetu hii. Pia ukisoma Ayubu sura ya ishirini na mbili mstari wa ishirini na nane ukisoma na Methali 17 mstari wa ishirini ukija ukimalizia na Yohana mstari wa kumi na mbili, kuna maneno yanasema usiogope mbwa mwitu. Ninaposema usiogope mbwa mwitu, kwa sababu unapoanza kuchipuka na wazo lako watatokea wengi tokupatisha tamaa. Na da, hili jambo limekuwa kwa Tanzania yetu hii hasa kwa vijana vijana wengi wamekuwa wanakata sana tamaa wanapoanza kuchipikia na jambo lao, basi utakuta kuna watu wanawacheka mara hivi mara hivi, lakini naomba niwaambie kitu kimoja, tusitishwe na mbwa wetu, yaani tusikate tamaa. Uh, kiukweli naomba niwaambie hii ni vita, na unapotaka kuingia kwenye vita lazima uwe na ni lazima uwe na maamuzi, eh, maamuzi unapoingia kwenye vita. La kwanza kabisa lazima uwe na uhakika na Mungu wako. Kama huna uhakika na Mungu wako usiingie, naomba no, nirudie hapo: kama huna uhakika na Mungu wako usiingie. Lakini la pili, lazima uwe kiongozi unayefanya mapenzi ya Mungu kwa nafasi uliye nayo lazima uwe kiongozi wa Mungu unayefanya mapenzi kwa nafasi uliyonayo. Nadhani hilo hayo ndo mambo makubwa zaidi, lakini kuna siku moja nilishawahi kuongea na nikawaambia watu unapotaka kuwavusha watu ng'ambo ya pili au upande wa pili usiwaulize njia ya kupita, maana ni lazima tutapotea. Eh, na mkipotea wao ndio watakuwa kwanza kutulaumu. Sijui hivi na hivi, hivi na hivi ndivyo ilivyo lakini sitaki kupoteza muda sana leo. Nimekuja hapa, kuna baadhi ya list na na majina kama kumi hivi ambao ni wahalifu muda mrefu Tanzania yetu hapa e, lakini leo nitawataja wasanii kumi ambao wanaishi na wanawake kwa muda mrefu bila kuwaoa, yaani kifupi wanawadanganya. Wa kwanza naomba nianze na ndugu yangu huyu Fid Q ameenda nje ya nchi huko akampa eh, uja uzito mzungu wa watu amejifungua salama, ongera sana lakini, pia pyakakangu ameshindwa kuoa basi. Kwa mantiki hiyo, naomba tukutane, itukutanisetu kuta. Ndugu yangu huyu wa pili, huyu bwana pacha wangu, huyu bwana ndugu yangu yule Kigosi Lei bwana yuko na chuchuansi. Eh, hey, muda mrefu sana kuna kipindi ona hivi mara nagombana mara hivi. Na weza mtoto wao sasa anaitwa Jade. Lakini bwana lei na anashindwa kuomba muda huu, ndugu yangu huyu, pacha yangu. Lakini lei, naomba tutane sentro Juma hii. Kuna mwingine huyu wa tatu, huyu bwana, kiukweli anajua kuimba, napenda sana mashairi yake. Yuko vizuri sana ndugu yangu Barnaba. Barnaba, mpaka leo ana mtoto anaitwa Steve. -u. Eh, lakini mpaka leo na mkewe anashindwa kuoana, ni muda mrefu sasa. Eh bwana, naomba pia tukutane sentry jumai. Kuna huyu ndugu yangu leo, huyu bwana eh, ndugu yangu 20%, 20%, kiukweli ndugu yangu amekuwa akifanya mziki mzuri kwa muda mrefu, lakini huyu bwana na watoto wasiopungua nane. Sasa kwa mantiki hii, kama ana watoto wasiopungua nane Alafu mpaka leo hii hajaoa inathikitisha sana. Baba na zanza anapoelekea bwana 20 kwa watoto aliyokuwa nao. <laughs> Anaweza akafungua hata na asali. Lakini 20 pia naomba tukutane Central Juma. Kuna ndugu yangu namba 5 huyu. Ndugu yangu yamekuwa akikata nchi tu, anakata upepo tu juu huko ndugu yangu huyu. Jux. Jux yuko na Vanessa muda mrefu, mara utasikia leo wako huku wako MTV mara kesho hapo huku nchi China. Lakini mpaka leo wanashinda kwaana. Na licha kwaana mwisho wa siku takuja tamtia ujauzito mtoto wa watu. Tachoendelea hapo kuenda kamwaga. Jux naomba tukutane sentri Ijumaa. Kuna huyu ndugu yangu namba sita, huyu ni ndugu yangu, kakaangu, ni pacha wangu. Sijui mpaka leo hii ana tatizo gani la kutokoa. Naye wa Mitego. Naye wa Mitego amekuwa akidhaa tu ovyo na matoke yake aking'ang'ania watoto aishi nao. Naye wa Mitego kwa kweli. Baada ya watoto wenyewe wakitoka wanakuta sura wanafanana naye. Ila naye wa Mitego naomba tukutane sentro Jumai. Namba saba. Namba saba ni hawa ndugu zangu hawa. Hawa naomba wote waje. Ya moto bendi. Ya moto bendi naomba bendi nzima ije. Babu amekuwa na watoto tu lakini kiukweli hakuna alioa na, na inapozungumzia ya moto nazungumzia mpaka meneja wao Chambuso. Chambuso na ya moto bendi wote naomba niwaone. Huyu ndugu yangu huyu, bwana kidogo ananifurahisha na, na mwaka uliisha kidogo ametukamata na ngoma yake maana huyu ana hiti zisizopungua tano lakini ana hiti zisizopungua tano, ana watoto ishirini na tisa, ndugu yangu Darasa. Sasa kama ana hiti tano alafu ana watoto ishirini na tisa, naanza kutafakari juu ya swala hili e, akiwa na hiti kama kumi, si atakuwa na watoto mia mbili? Huyu bwana anazunguka tu mikoa na ikasa na imaliza, anazunguka kwa ndugu yangu hivi ya leo, sitake ni mfiche mtu ndugu yangu kakangu Chege chegunda Chege, mimi tangu nakuwa kuwa mdogo dogo na kuona kwenye TV tu Kinya tuelewe. Chege vipi? Eee, na saidi hivi ameamua ndoe nyewele za bebe amebaki na kiduku eee, lakini paka leo hatujui ya nawalini, wala tufamu kama ana mtoto sijui doa na zami kwa huko. Lakini ndugu yangu chege omba tukutane Central, huyo wakumi anajiita babu. <laughs> eti babu, alafu kuna muda anajiita ki baby face. kwa mantiki yake hiyo, ukimsikiliza anakuambia muda mwingine kwamba watu anakuja lakini azeeki anabaki pale pale. na sasa hivi ana watoto wasiopungua sita ndugu yangu yangud Duli bwana, muda mrefu mara yuko na huyu yuko na huyu na amekuwa kama hata watoto watoto. Haa, lakini ndio hivyo ndugu yangu, Duli pia naomba tukutane Central Jumai. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, naomba niwaambie, vita hii haitoishi hapa, na kweli sitomwacha mtu wala sitomuogopa mtu. Nitasimama mwenye ukweli, siogopi binadamu wanaongea nini ninachoangalia nitaenda kujibu nini mbele ya mwenyezi Mungu, kwa sababu mwenyezi Mungu ataniuliza uliofanya nini watu wako. Hichi ndicho ninachokifanya kwa watu wangu. Uh, lakini sitoishia hapa. Awamu nyingine tutataja watu wakubwa, bado tupo kwenye upelelezi. Tutataja watu wengine, wengine wako wengi kwa kweli. Simwogopi mtu na wala sitomwogopa mtu.